Yeah. Jinsi ya kutengeneza kimiminika kwenye blender una shift A una hadi cube cube yako hii hapo, unakuja kwenye physics hapa, unakuja kwenye liquid una click, unakisha click, unakuja hapa chini kwenye hii nani una click, afu unakuja kwenye domain hii namba mbili na click domain. kwenye hiyo unakuja kwenye... unakuja kwenye gas na change to liquid na shift na shift a na hadi UV sphere, kuna scale kidogo kuipunguza kama hivi, una press g kuipandisha kidogo juu kama hivi, halafu unarudi kwenye physics, nakuja kwenye fluid na click, nakuja kwenye nani nani to flow, nakuja kwenye flow, ushakuja kwenye flow, flow. nashuka unakuja kwenye hii neno flow type, unakuja hapa kwenye smoke, unakuja tu liquid, unakuja kwenye liquid. Unatoka hapo unashuka hapa kwenye flow b na change to in flow, na change to in flow. Toka usha maliza kazi, unarudi huko unapandisha hii animeshini unakuja unaweka labda mia hapa, fua tuweke mia moja na kliki huku, unaangalia animeshini yako, unaona animeshini yako inakua. Usisahau kusubscribe kwa ajili ya mafunzo zaidi, kwa sababu nitatoa na kozi. Tutakuwa na kozi ya Blender kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hivi ndio kutengeneza mtu animation yote kwa ujumla.